So guys, tunaanza. Naomba mlipe masikio yenu. Yeah. Swali ya kwanza itakuwa mbembe mbondo inamaanisha nini? Mbembe mbondo maana yake ni nini? Hi guys. Ni mimi tena I'm come back Mama Angel, so natumaini nyote mpo salama mnakaza. So leo tutakwenda kujifunza Kibembe, jinsi ya kusalimiana mkibembe ya yeah. Kwa ule ambaye ajui kusalimiana mkibembe, leo nitakufunza jinsi ya kusalimiana mkibembe, jinsi ya kumsalimia mkubwa mkibembe, sawa so, na kama una mtoto wako ambaye ajui Kibembe ajui chochote ni Kibembe, so hii ni nzuri sana kwake kwa, kwa kujifunza jinsi ya kusalimiana Kibembe. Na hapa bado ni mwanzo, kutakuza nyingi sana tu ambazo zitamfunza ama zitakufunza vitu vingi kuhusu Kibembe kusema vyovyote vile sawa. So, haya twende na mimi So guys, tunaanza. Naomba mnipe masikio yenu. Yeah. Swali ya kwanza itakuwa mbembe mbondo inamaanisha nini? Mbembe mbondo maana yake ni nini? Nataka mpanipe jibu, wakubwa wa baba zetu na mama zetu, nataka jibu mbembe mbondo inamaanisha niniana swali yangu ya kwanza, so tunaendelea sasa. Tunaenda ya pili, ya pili sasa nitakuwa sasa nabaambia maana ya maneno inamaanisha nini mkiswahili? So, mwabioe ina maanisha za asubuhi. Mwabioe ni kama salamu ya asubuhi, sawa. Mwabioe mwabio e ni salamu ya asubuhi. Mwabio mwabioe za asubuhi, sawa. Ya tatu ni ekoloyo. Ekoloyo ni salamu ya jioni, yani jioni kabisa. Ekoloyo ni salamu ya jioni, za jioni ndio inamaanisha ekoloyo. So ekolo yo inamaanisha za jioni. Zajioni, ya ine ni mwasibabili. Ukisikia mbembe na kuambia mwasebabili, mwasebabili, yaani hiyo ni kumaanisha mmeshindaji, yani ako nakuliza sasa, mmeshindaji ndiyo inamaanisha mwasebabili. Sawa, mwasebabili inamaanisha mmeshindaji, ni ya ine yo. Ya tano ni mwabio abile ukisikia, <laughs> mimi anakuuliza mwabio abile, au, au mababa yako anakuuliza mwabio abile, yaani hiyo ni kusema anakuuliza mmeamkaje. So nitunatakiwa ujue, kwa sasa tunaishi na wazazi ambao ni Wabembe, so mara nyingi wanazuia kusema sana Kibembe. So nazakiwa kika nakuuta asubuhi anakuuliza afulani mwabio abile, unapasa umwelewa anakuuliza Mumeamkaje huko, ndio namaanisha mwabioa bili. Sawa, hiyo mwabioa ni kama kwa wingi. Tukisema kwa kwa mtu mmoja ni wabioa bili, yaani wabioa bili kumaanisha umeamkaje. Unaona ziko yani, tofauti: mwabioa, wabioa, mmeamkaje, umeamkaje. So mwabioa, mmeamkaje; wabioa, umeamkaje. Sawa, let's go. Ya sita ni esongo, anasema esongo. Ah, mitu nimenichanganya ba, nimesema naijua ya sita esongo. Esongo kwangu mie ni majira <laughs> namini, esongo ni majira. Yaani esongo ni majira, maanisha nini? Majira ya siku Mmenipata hapo, mnanipata <tis> ukisikia maao anakuambia avako, anasema esongo yaya, esongo yaya, yani kusema majira. Anafaa nini? yanaenda siji, mnanipata mzuri? Yani anasema tu esongo yaya, yani kumaanisha majira inaenda hiyo. Ilikuwa ya si? ya sita, ya sita, ya nimesema, nimesema kwa gisi naielewa na sawa ya saba. <laughs> <Guys. laughs> Okay guys, ya saba gasi. <laughs> ya saba ni mloola. <laughs> Mloola. <laughs> ni majira ya asubuhi <sababu>. kabisa <laughs> yani asubuhi <sababu>. ili asubui toaenda kushamba manampia kushamba ndo mloola. <laughs> Yani asubuhi sana <sababu>. ndo tunataga mloola <laughs> aundnaa ndio mloola, na maanisha yaani mtu ekwambia mloola, mloola mlo nimoelela fasi fulani, yaani asubuhi niko nalamkia fasi fulani nitaenda. Ama mloola ole umo mtu amocho amocho mbendaine, yaani mloola, kuko mtu mwenye ako na kuja kunichukua mimi sawa. Mloole na maanisha asubuhi. Hapo umenipa sogazitone la namba nane. Oa ekolo nimocho indauvya ekolo. Mtu anakwambia nimocho uindaovy ekolo, iyo nikumaanisha nitakuja kukuchukua jioni. Sa so, wapana badai jioni. Ekolo inamaanisha nini? Jioni mtu anakwambia tosangane ekolo, anamaanisha tukutane jioni. Ekolo shishive na muda baadaye sitakuwa na nini na muda hapo unanipata. So, ekolo inamaanisha ni jioni. Tega masikio yako sawa sawa. Ya mwisho ni namba tisa ambayo inasema olebile. Hivi hauna mzazi wako mesha kuambia afulani olebile afulani, sawa? So hiyo ni kumaanisha olebile uko aje? Yani, ni kama kukujulia hali fulani, anakuuliza anakuliza, ole bile uko aje? Uko sawa unasirika eh? Siku yako inaendaje, hata tukta kusema like, siku yako imeendaje. Sasa ni ya kwetu hapahapa, siku yako inaendaje. Hapo mtu anakuuliza lobe lusuku lwaya bile, yani lobe lusuku vi lwaya bile, yaani siku yako wewe imeendaje. Hapo ndo mtu anauliza lobe lusuku lwaya bili. Aitaka kuuliza kwa wingi, atasema lwenu lwenu lusuku lwaya bili. Sasa si hapo ni kwa wingi, anauliza siku yenu imeendaje? So hapo menipata. So unaweza mjibia ano ah, lusuku lwayavya ngele lwaya vya sona hapo nikumanisha byangene, hapo nikumanisha lwane lusuku lwaya byangene, nikusema siku yangu imeenda mzuri byangene. Byangene nikumanisha mzuri. Sawa, lwane lusuku lwaya byangene nikumanisha siku yangu mie imeenda mzuri. Japo nanipata taukujivya lwani lusuku lwaya vyasona, unasema siku yangu imeenda vibaya. Sawa, lakini nimebakiza swali moja, swali ambayo nilisema mwanzo kabisa, sijaanza kurekodi, mwanzo kabisa, mwanzo kabisa ya swali zote niliuliza kwanza, mbembe mbondo inamaanisha nini? Mbembe mbondo inamaanisha nini? Ukiona hii swali I mean ukiona hii video, wewe na wazazi yako uwaulize mbembe mbondo inamaanisha nini. Akisha uta comment hapo, mbembe mbondo inamaanisha kitu fulani sawa. Nile mbembe wa nile mbembe wa, tata, shile mbembe wa mama sawa. So, <laughs> so, guys, so nafikiri today nitaishia hapa. Msubscribe, mshare ili nilete mambo mingine zaidi. So mimi ntatoa ingine kuwafundisha jinsi ya kujibia, nikiona maendeleo yai ni nzuri kwa sababu ni kibembe, sawa. Tunafunzana, tunafunziwa, tuaikichana tua tua wewe we, kibembe sawa. Tunafundishana na tunafundishwa, sawa. So subscribe, share, comment, tusonge. Yani kusubscribe, usijui kibembe ni aje, ila kusubscribe ni kama ni Yesu Kristo. Nyeukisijusa mkibembe kulike mkibembe ondayane, mm, video <laughs> onda yane, onda yane video. And then kusakia mobe maoni, kucomment mkibembe ni sakia mobe maono, yaani utoe maoni yako kuhusiana na video, kuhusiana na nini Ivani. Sawa. Asante sana, Mungu awabariki wote ambao mmeona video hii. Lakini swali langu iko pale pale, usisahau kuuliza mbembe mbondo kwa mama yako inamaanisha nini. So na nimesema nitaleta yengine video ya kujibia swali kama hizi baada ya kuona maendeleo ya hii video, itakuwa itapokelewa aje na mwe ambao mtatazama. Enda usisahau kama uko na mdogo wako dada yako ajui kibembe hii ni nzuri sana kwake kwa, kwa, kwa mwanzo wa kujifunza kibembe sawa. So unaweza kunita mama Angel ama mwana wa mbembe sawa, mama Angel ama mwana wa mbembe hapo. Mama Angel mkibembe tukuvucha nyake wa Angel. Ah, kwanza njo n ni Kiingereza ki, ki tukuvucha nyake wa Angela, mwana wa mbembe umenipata. Okay, asante sana kwa kuwa na mimi kwa muda huu. Siku nzuri na magharibi. Mm, magharibi njema ya Yeah. Bye.